Rais wa Urusi Vladimir Putin alitoa amri ya ghafla jumamosi hii kusitisha kwa muda wa mashambulizi ya kijeshi kwa heshima ya sikukuu ya Pasaka. Katika tangazo lake, Putin aliamuru kusitishwa kwa shughuli zote za kijeshi kwa muda wa saa 30 kuanzia saa 12 jioni hadi saa 4 usiku Jumapili katika hotuba yake akiwa na mkuu wa majeshi ya Urusi Valery Gerasimov Putin alisema kwa kuzingatia misingi ya kibinadamu leo kuanzia saa 12 jioni hadi saa nne usiku ya Jumapili hadi Jumatatu Urusi inatangaza kusitisha kwa muda mashambulizi ya kijeshi kwa heshima ya Pasaka hata hivyo muda mfupi baadaye waziri wa ulinzi wa Urusi alidai kuwa Ukraine ilivunja makubaliano hayo kwa kushambulia maeneo ya Urusi kwa makombora na drone zaidi ya mara mia moja Taarifa hizo bado hazijathibitishwa. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alijibu kwa kusema kuwa Kyiv ilikuwa tayari kuzingatia makubaliano hayo ya usitishaji mapigano lakini akaituhumu Urusi kwa kuendeleza mashambulizi katika maeneo fulani. Jeshi la Urusi linaonesha picha ya amani ya muda lakini katika maeneo kadhaa linaendelea kujaribu kusonga mbele na kusababisha madhara kwa Ukraine, alisema Zelensky. Rais huyo pia alipendekeza kuwa Urusi ikubali kusitisha mapigano kwa siku thelathini badala ya sa saa thelathini pekee. Mwezi uliopita Ukraine ilikubali pendekezo la Marekani la usitishaji mapigano wa kina baina ya pande zote mbili, lakini Moscow ilikataa. Katika muktadha huo, baadhi ya wachambuzi wanaona tangazo la Putin kama juhudi za kudhibiti shinikizo kutoka kwa Rais wa Marekani Donald Trump, ambaye amekuwa akiweka masharti makali kwa pande zote mbili. Trump hivi karibuni alitamka, iwapo upande wowote utaleta ugumu, basi sisi Marekani tutajiondoa kwenye majadiliano ya amani. Msemaji wa Kremlin Dmitri Peskov alisema kuwa Urusi ipo tayari kwa majadiliano, lakini imeweka masharti yake, ikiwa ni pamoja na kukomeshwa kwa msaada wa kijeshi na kiintelijensia kwa Ukraine kutoka nje.